Lindi, ardhi tulivu ya pwani yenye upepo wa bahari na nyoyo zenye ukarimu. Huu ni mkoa unaobeba historia ndefu ya ujasiri, uzalendo na utulivu. Lakini leo hazina yake kubwa ipo baharini, lakini pia ipo kwenye afya za watu wake, ndani ya hospitali ya rufaa mkoa Lindi Sokoine. Mapinduzi ya huduma za afya yanang'ara kama jua la asubuhi la Lindi. Nakuja hapa kupata matibabu ya tumbo la uzazi. Nimepata huduma hapa tangia miaka minne iliyopita. Nashukuru kwa huduma zao imenijalia kupata mtoto mwingine wa nne wa kike. Safari yake ilianza mwaka 1954 kama mganga mfawidhi anavyoeleza. E, hospitali yetu kwa kifupi ni ya muda kidogo ilianzishwa mwaka 1954 ilikuwa kama kituo cha afya tangu mwaka 1954. Hospitali yetu ilikuwa inapata maboresho madogo madogo ya, ya awamu kwa awamu, ikaboreshwa na kupanda daraja kuwa hospitali ya, ya, ya wilaya. Ikaboreshwa tena hatua nyingine kupanda daraja kuwa hospitali ya mkoa, na mpaka mwaka 2018 ilipanda daraja kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa. Mwaka 2022 ujenzi wa hospitali mpya ulianza. Serikali iliona sasa ni busara aa, kupitia Wizara ya Afya ni busara kujenga hospitali mpya. Kwa hiyo mwaka 2021 tulipokea fedha shilingi taslim bilioni 4.6 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa awali wa hospitali mpya ambayo ipo ndani ya kilomita kumi kutoka hospitali ya sasa na hali ya ujenzi wa hospitali ya sasa ipo, ipo ndani ya asilimia 85 na nadhani ndani ya mwezi huu kabla hujaisha. Uh, serikali kupitia Wizara ya Afya ina, inafanya mchakato wa kutuma fedha kiasi cha bilioni 5.6 kwa ajili ya ukamilishwaji wa hospitali mpya. Serikali imewekeza pesa nyingi kuhakikisha huduma za dawa na vifaa tiba vinakuwa si vya kutafuta. Hii leo huduma za picha za uchunguzi kama CT scan zinapatikana hospitalini hapa. Tuliweza kupokea fedha taslimu uh, shilingi bilioni tatu nukta nne kwa ajili ya kuimarisha au kuboresha upatikanaji wa dawa vifaa tiba vitendanishi pamoja na kuwapa mafunzo watumishi. Kwenye hizo bilioni tatu nukta tatu nukta nne tuliweza kununua vifaa tiba toshelevu kwa hospitali. Kipindi cha nyuma hatukuwa na huduma ya sitiskani, lakini sasa hivi tuna huduma ya kipimo kikubwa cha, cha sitiskani, ambapo wagonjwa zamani walikuwa wanalazimika kwenda Muhimbili kupata huduma ya sitiskani, lakini pia hata daktari kuweza kujua kitu anachoumwa mgonjwa kama anaweza kumudu kumpa huduma hapa Sokoine au kufanya maamuzi yenye uhakika mgonjwa kumpa rufaa kwenda mbele, ilikuwa ni changamoto kwa mara ya kwanza, jambo ambalo halikuwepo kabisa miaka kadhaa iliyopita. Hospitali kipindi cha nyuma haikuwa na daktari bingwa hata mmoja, e, lakini kwa sasa kuna madaktari bingwa watano. Hospitali inatoa huduma za kibingwa katika fani za za upasuaji tuna madaktari bingwa wawili. Hospitali inatoa huduma za kibingwa katika fani ya mama magonjwa ya kina mama na uzazi tuna madaktari bingwa wawili. Hospitali pia inatoa huduma za kibingwa katika fani ya watoto tuna daktari bingwa mmoja, zinaenda kuwafikia mpaka wananchi wa chini. Na kama sasa hivi tuna zoezi la, la utoaji wa huduma za kibingwa kwa kwa upande wa huduma za mifupa, huduma za e, masikio pua na koo, huduma za magonjwa ya kina mama na afya ya uzazi, huduma za upasuaji za kibingwa, huduma za ngozi E, na huduma za magonjwa ya ndani yanaitwa internal medicine, pia mimi kama daktari kunisaidia kwamba kama kuna siku natakiwa kufanya uchunguzi wa zaidi au kuweza kuweza kutoa jarida la uwezo wa publish research, ni magonjwa gani upande wa kusini kwetu yanahitajika kuwa hapa kipaumbele sana kwenye idara yetu ya pua, koo na masikio. Huduma ya niku kwa watoto njiti imeanzishwa ikileta matumaini mapya kwa maisha ya vizazi vijavyo ipindi cha nyuma tukuwa na kitengo hiki cha NICU hiki cha watoto wadogo wale watoto wachanga zaidi, lakini sasa hivi tunacho, na daktari bingwa yupo na timu yake, wanaweza pia kutoa huduma hizi kwa hiyo tunashukuru, mambo yameweza kuboreshwa zaidi. Tunaipongeza sana serikali kupitia Wizara ya Afya kuendelea kutusikiliza na kuboresha huduma hapa. Nime, nime, nifika jana, nimelazwa nikawekwa damu Nashukuru mdamu nimepata na nimejifungua. Huduma ambazo nimezipata tangu nimefika ni mzuri. Mtoto wangu hali yake inaendelea vizuri. Hospitali imepiga hatua kubwa kwenye magari ya kubebea wagonjwa. Tumeweza pia kupata huduma ya ambulance, gari za kubeba wagonjwa. Tumeweza kupata ambulance mpya kabisa yani zero kilometa. Serikalini kupitia Wizara ya Afya tumeweza kupata ambulance kuu tatu mpya kabisa na kati ya hizo mbili ni basic ambulance, yani za kawaida zile, ni mbili mpya. Lakini pia tumeweza kupata ambulance, yani kama ICU inayotembea, tunaita advanced ambulance, ambazo mgonjwa anapata huduma zote zile za msingi za dharura akiwa kwenye gari ya wagonjwa wakati anasafirishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kila baada ya miezi mitatu hospitali hii hufanya jema kwa jamii yake. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa, kimsingi sisi ndio, ndio nguzo ya tiba kwenye mkoa. Kwa hiyo tunachokifanya kila baada ya miezi mitatu mitatu, huwa tunatembelea halmashauri mbalimbali zinazotuzunguka za mkoa wetu, ili kuweza kuwajengea uwezo watumishi kwenye, kwenye, kwenye ngazi ya halmashauri lakini pia kuweza kuzifikisha huduma za kibingwa zaidi jirani zaidi na wananchi. Na sasa huduma ya utengamao imeboreshwa ikiimarisha tiba na urekebishaji wa afya kwa wagonjwa wenye uhitaji maalum. Pia tumeanzisha huduma za utengamao, ambapo kwa sasa hivi tuna vitengo vitatu ndani ya huduma ya utengamao. Huduma hizi za utengamao kwa upande wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sokoine zimeanza rasmi tangu mwaka 2022 na, na zimekuwa msaada mkubwa sana kwa wateja wetu ambao wanakuja katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, kwa sababu kabla ya hapo walikuwa wakizipata hizi huduma mpaka hospitali ya rufaa ya taifa Muhimbili pamoja na CCBRT. Lakini kuanzishwa kwa huduma hizi za utengamao hospitali ya rufaa ya mkoa Sokoine zimeleta afueni kubwa sana kwa wateja wetu ambao tunawahudumia katika mkoa wetu wa Lindi pamoja na maeneo ya jirani. Nguvu kazi ni msingi kwenye ujenzi wa jambo lolote. Tulikuwa na upungufu mkubwa sana wa watumishi, kama tunavyojua mikoa hii ya, ya pembezoni kinakuwa na changamoto pia ya watumishi, lakini tunashukuru, lakini kilio chetu serikali imeweza kukisikia. Tumeweza kupata watumishi wa kutosha na sasa hivi tuna asilimia themanini ya watumishi ambao wanahitajika katika hospitali, lakini kabla ya hapo tulikuwa na asilimia hamsini. Mimi ni mmojawapo wanufaika wa ajira mpya za Dkt Samia Suluhu Hassan za mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Tunashukuru sana serikali kwa uwekezaji walioweka hasa kwenye miundombinu na upatikanaji wa bidhaa za afya na katika uwekezaji wa ajira kwa vijana, hiyo imesaidia sana. Sasahivi wananchi wakija kwenye huduma zetu kwenye vituo vya afya, kwenye hospitali, wanapata huduma kwa haraka. na mimi pia nikiwa ni miongoni mwa mnufaika wa ajira hizo. sambamba na kutoa ajira hata hivyo pia ameweza kuwekeza kwenye kujenga mahospitali na vilevile vile kuongeza idadi ya bidhaa za afya hususani dawa na hivyo kupelekea mwananchi kupata huduma hospitalini hapa huduma ya dawa ni muhimu katika matibabu kamili. Kwa kipindi cha miaka minne hii ya sasa up, hali ya upatikanaji wa dawa zile za msingi ni asilimia tisini na nne ukilinganisha na hapo awali ambayo ilikuwa ni asilimia sabini. Kwa tunavyo tunaweza kuona hapo ni mafanikio kidogo makubwa kutoka asilimia sabini mpaka asilimia tisini na nne. Kwa kweli Sokoine mimi nashukuru nikizungumza nashukuru, kwa sababu moja, mwaka jana nilihangaika kutokana na hali yangu niliyokuwa nayo. Nilienda Ndanda safari tano, lakini tano zile sikuwa na mafanikio ya aina yoyote. Nikageuka nikaenda Nchukwi, nilivyokwenda Nchukwi nako vilevile vile, wakanipatia dawa tu. Kwa hiyo Sokoine mimi ninashukuru kwamba bado kuna huduma nzuri tena haina matatizo ya aina yoyote. Hospitali ya Rufaa mkoa Lindi Sokoine imegeuka kuwa alama ya matumaini, ishara ya mageuzi na kielelezo cha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha afya za Watanzania. Kwa kweli tunashukuru sana serikali serikali yetu hii ya awamu ya sita, kupitia Wizara ya Afya na viongozi wetu wote kwa ujumla, kuwa wasikivu na kuweza kuweka rasilimali kubwa kwenye hii sekta yetu ya afya. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.